Kwa majina anaitwa Veronica Kimwela ni msimamizi wa miradi ya Smile Train Tanzania na nchi za, za kusini mwa Afrika. Kwa muda mrefu sana tumekuwa tukishirikiana na hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya katika kutoa matibabu ya watoto wanaozaliwa na midomo wazi, na kutokana na mahusiano mazuri tuliokuwa nayo na hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya tumeweza kuwaletea chumba cha upasuaji cha watoto wadogo, na tunaamini kwamba chumba hiki kitaleta mabadiliko sio tu kwa watoto wanaozaliwa na midomo wazi, lakini pia ni kwa watoto wote wa Tanzania watakaopata wataka nafasi ya kuja kutibiwa katika hospitali ya rufaa ya Kanda ya Mbeya, na huu ni mwanzo tu wa mipango mingine mingi mizuri ambayo tuko nayo katika kushirikiana na kuleta mabadiliko na kuboresha sekta ya afya kwa ujumla katika kuhakikisha kwamba kila mtoto wa Kitanzania anaweza akapata huduma na safi na salama ya upasuaji sehemu yoyote pale atakapopatikana. Wito wangu kwa Watanzania popote pale utakapoweza kumpata au kumuona mtoto au mtu mzima mwenye mdomo wazi, tafadhali tunaomba uweze kumleta katika hospitali ya kanda ya rufaa ya Mbeya, ili aweze kupata matibabu asante. Dr. Uwesu Mchepange ni kaimu mkurugenzi wa hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya. Tuko katika vyumba vya upasuaji vya hospitali rufa ya rufaa kanda Mbeya, leo hii tarehe tano mwezi wa tano mwaka 2025 katika tukio la ufunguzi wa huduma za upasuaji kwa watoto uh, baada ya vyumba hivi vya upasuaji kwa watoto kufanywa maboresho makubwa uh, kama juhudi za serikali kuboresha huduma za afya kwa ujumla. Kwa hiyo serikali kwa kushirikiana na wadau wadao wanaoitwa Smile Train wamefanya maboresho haya makubwa kabisa katika vyumba hivi vya upasuaji kwa ajili ya huduma za watoto. Vyumba hivi sasa viko rafiki kwa ajili ya kutoa upasuaji uh, kwa watoto, kwa maana mazingira yake kuwa rafiki, lakini pia hata uwekewa vifaa vya kisasa kabisa kwa ajili ya upasuaji huo wa watoto ni uh, sehemu ya maboresho makubwa kabisa ya huduma za afya ambayo serikali yetu inayafanya. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuishukuru sana uh, serikali yetu ya Awamu ya Sita uh, inayoongozwa na rais wetu uh, Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini uh, pia na wadau mbalimbali ambao wameshirikiana na sisi katika maboresho haya. Kwa hiyo pia nitoe wito kwa Watanzania wenzangu, kama kuna watoto majumbani kwetu au katika maeneo mengine yoyote ambayo tunayafahamu ambao wana changamoto hii ya midomo wazi basi wawalete katika hospitali yetu hii ya Rufaa ya Kanda Mbeya kwa ajili ya kupatiwa huduma hizi za upasuaji wa midomo wazi, lakini upasuaji mwingine pia wa watoto, changamoto mbalimbali za upasuaji wa watoto. Vyumba uh, hivi vya upasuaji vitakuwa vinatumika kwa ajili hiyo.